Ndugu zangu wanasimba, kwa miaka hivi karibuni tumekuwa watu wa kusononeka sana na tumekuwa watu wa kukata tamaa sana. Ile asili yenyewe ya Simba tumekuwa hatuiishi, tumekuwa watu wa kukata tamaa mapema mno. Hiyo sio sifa ya Simba. Kama wewe upo kwenye kundi hilo la watu ambao wanakata tamaa mapema, basi hebu tupishe kwenye simba yetu. Simba hii tunataka watu wenye mioyo migumu. Simba hii tunataka watu ambao wanaamini katika muda. Simba hii watu, tunataka watu ambao wanaamini haijaisha mpaka iishe. Hii ndio simba ambayo tunataka, watu wa namna hiyo. Kwa hiyo matokeo ya juzi yasimnyong'onyeshe mwanasimba wa aina yeyote ambaye ni Simba kweli. Na kwa hili tuweni makini. Wapo wengi ambao wanajifanya, wanajifanya wana Simba, wanajifanya wana masikitiko makubwa ili kutunyong'onyesha, tusitimize wajibu wetu wa kwenda Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie wana Simba katika vitu viwili ambavyo mwana simba unapaswa kuwa na uhakika navyo vitatokea katika maisha yako. Cha kwanza ni kufa, cha pili ni simba kwenda nusu fainali <tipa>